Fahari ya Kilindi uh, mzee wa ungo, rais wa heshima wilayani Kilindi, mwenye heshima zangu katika marais ambao wapo Tanzania na mimi katika marais wa heshima na mimi nikiwemo. Nnachohitaji kuambia wanasimba wanarunyas wavute wa, wa, wa subira. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo kama mimi shabiki na viona katika simba yetu kweli kuna maumivu lakini, ndio Simba, na ndio maana naambiwa siku zote, katika maumivu ndio kwenye upendo wa kweli katika timu yako. Unapopitia maumivu katika timu ndio mojawapo ya nini ya upendo. Upendo huwezi kupata bila maumivu, lazima upate maumivu ndio upate upendo. Mimi kama rais wa heshima wilayani Kilindi nitaipambania timu yangu na nitaipambania nembo ya Simba mpaka naingia kaburini sitochoka kuiama Simba na sitochoka kuipambania Simba. Ndio hicho tu, kama fahari ya Kilindi imetoka wilani Kilindi, nimekuja Dar es Salaam kwa sababu ya Simba Sports Club, kuipambania Simba. Official, ulitwambia kuwa vazi la Mzee wa Ungo la mwaka jana tumechalivua, pengine tutambulishe official, hii ndio itakuwa vazi la msimu huu? Ah, vazi la msimu huu kama Mzee wa Ungo, ujue kila ninapozidi kwenda nazidi kubadilika. Kwa sababu gani? Bila ya Miujiza TV mzee wa ungo nisingebadilika hivi. Maana yake ningeendelea kuvaa mashuka, ningeendelea kuvaa majoo, lakini kila ninavyozidi kwenda na brand yangu inazidi kuongezeka biashara za watu ambazo kama Saole Company Limited, lakini yote bado na naendelea kukaa nao, sababu ni ndugu zangu ambao wameninyanyua mpaka kufikia hapa. Leo mzee wangu anavaa kismart, kofia kali ya thamani ya milioni tano, jezi, wewe mwenyewe unazijua za Jeruti. Wewe mwenyewe unaona? Jeruti Liadola manake inazidi kupambana. Simba ni timu ambayo sio ya kuigwa igwa, japokuwa kuna matatizo madogo madogo yanatokea, lakini Simba ni timu ambayo ya mfano ya kuigwa. Kukaa nafasi ya tano barani Afrika sio kwa kokota kokota, tulipambana, lakini ukija kwenye mashindano ya ndani hawa ndugu zetu wanatuonea sana, lakini kama mzee wa ungo, si tuweza kuongea sana, lazima ni ni ni, ni, ni, ni, ni nikubaliana kila matokeo yanotokea siku yote, mtu asiyekubali matokeo lazima ni. Lakini kikubwa ninachotaji kuambia viongozi wetu, sisi tumechoka kufungwa. Wenzetu wametuambia sio, watatufunga mara kumi mfululizo. Leo tushafungwa mara sita, wewe uone mara kumi zinatimia. Hichi kitu ambacho mimi kama mzee wa ungo naona kabisa, zinaenda kutufanya sisi Simba tusionekane ni waazi ya kimataifa. Kwa sababu gani? Leo unapoingia kwenye ligi ya ndani, Yanga amekufunga mara sita, wewe utaongea nini kwa Yanga kuzungumza uwezi kuongea fakti ikasikilizwa, labda tena mrudi kimataifa. Kimataifa ni mashindano ya kupita, lakini ligi ni lazima kila mwaka tufanyaje? Tushiriki. Leo Simba tunashindwa kumfunga Yanga, tunashindwa kuweka miundombinu mizuri katika timu yetu, vilevile tunashindwa kuweka misimamo katika viongozi pamoja na makocha. Kocha na tukimbia ametufanya kama sisi mwalikuvika, unaelewa? Mwalikuvika manake ni mwali ambaye hana msungu ani, manake wewe hujafanyaje, hujawekwa vizuri na hujafundishwa maadili nyumbani kwenu. Fadu angekuwa amepewa mikataba mikakati ambayo ya kumbana asingeondoka Simba. Kweli si kweli? Fadu katus, katusajilia wachezaji. Leo Fadu tumempa sisi dhamana ya kus, ya kusajili wachezaji. Umenelewa? Fadu tumempa dhamana ya ku, ya kuchukua timu nzima. Umenelewa? Leo wanachezesha mechi tatu tu. Kasimama wewe kama benchi benchi kuu kama head coach. Umenelewa? Ana tukimbia. Manake nime anasasa kama ametuacha. Umenelewa? Si hatujamwacha Fadu. Leo Fadu anatoka kwenye mechi ambayo tumeenda kucheza na, na nani wale kule juu kwa juu anaondoka Raja. Ameenda timu kubwa zaidi ya Simba. Kweli si kweli? Kija kuangalia Raja, japo kwa sasa hivi kama kashukashuka, lakini Raja kwa Simba anapokutana na Raja, Simba ana nini? Anamwasudu Raja. Umeelewa? Lakini leo Fadu katuondoka, tumeletewa kocha Mohamed Moroko. Japo kwa ni Mtanzania na mimi lazima nimpamalie kama Mtanzania mwenzetu. Lakini sio makusudio ya wana Simba. Umeelewa? Makusudio ya wana Simba wamempa Fadu Davis. Lili, nini kata ya kuchezesha Simba mwaka huu alihitaji ibadilike, kawaleta wachezaji wanaotaka wao, wakina nani, Rishan Delek, wakina mahema, wakina nani we Muhammad Biljabir, wakina nani, wakina Suleman. Ni mwalimu ameleka watoto wadogo, kuna mchezaji kutoka na Mungu nani we mtoto ule nani bwana, anacheza namba na ya nani ya Shabalala, wamemchukua yote Fadu. Ah, sasa kwa mfano kama tumesajiliwa mabomu, utaenda kumlaumu nani katika makocha wanaofuata wewe niambia kwa mfano mechi ya leo labda tunafungwa na la Fountain Gate. Utamlaumu uta, uta, uta Mohamed nani, Mohamed Moyoko? Utamlaumu Matola? Lakini ninachotaji kusema kitu kimoja, viongozi wetu wa Simba wabadilike. Wenzetu wana Yanga angalia. Wewe angalia Yanga misimu minne nyuma. Leo mkuta hata mtu mmoja kiongozi wa misimu minne nyuma kweli, si kweli? Wakina Sindo Msoa wameondoka. Lakini Simba kuna watu wanang'ang'ania kama timu ya kwa, kwa, kama timu ya kwao au kama timu za baba zao. Mnaona? Wana Simba sisi tunaumia sababu mimi kama mzee wa ungo naacha muda wangu mimi gemea, na familia wananitegemea, natafuta pesa, wanabidi wale. Lakini niacha kutafuta pesa, nakuja kuangalia Simba kwa mapenzi ya design gani? Lakini viongozi, mtu anang'ang'ania kama la mbele Simba atazikuwa nayo. Simba ni ya watu, Simba ilikuwepo toka mwaka 1936, kweli si kweli? Kuna watu wamepita na wao, nabidi wafanyaje? Wapite, wapewe watu wengine. Leo Yanga kuna viongozi bora, unaenda kumkuta injinia, unaenda kumkuta GSM, ni viongozi wapya. Kwa nini sisi Simba tusibadilike tuna hao tu? Wanatimuliwa wanatimuliwa makocha na wachezaji. Kwa nini viongozi watimuliwi? Wanatuumiza. Sitaji kumtaja kiongozi gani, lakini wana Simba tunahitaji mabadiliko ya kweli. Pengine mzee wa ungo udhani ni muda sahihi wa kuwapa makocha wazawa timu zetu tuweze kuweza ku, ku, kuzihedi wao wenyewe. Hicho kitu ni lazima kwa sababu yaani leo hata Muhammad Morocco wanapomtangaza ni kocha wa muda. Yeye mwenyewe atachezesha kwa kuwa anaona mimi nitakuwa ni kocha kwa muda, ana uwezo wa kufanya kitu chochote, akalitoa donge lao bwana. Hapo anapita kwa muda, tuchukua milioni 20 leo tukufunge, akakataa. Sio maana, lakini vile vile, unaenda kumchukua, unaenda kumwacha. Kama Juma Mgunda, ni kocha ambaye alionyesha uwezo wake, hakupaswa kuongea nini, uwezo wake ni nini? Mimi nina uhakika kabisa Juma Mgunda katika ile nini, mapanzia lesa alifuata, lakini kakataa. Nisikitu, nakwambia mimi sipo, lakini kuna maono na yaona Mgunda lazima alifuata lakini akasema mimi, haiwezekani. Mimi kwa kama kivira mali kuvika, mnanipa mnanitoa wakati uwezo nao mnao. Mgunda, si ndio yule ambaye leo chelesha watu akina barua leo hapo nje, kwani si kweli? Mgunda ndio watu akina tasambi, kwani si kweli? Lakini leo Mgunda apewe, apewe nini? Uaminifu katika Simba Sports Club. Hata huyu Moroko vile vile hawawezi kumpa, wanampa kwa muda. Sababu gani? Wanahitaji ya kwao pengine. Mzee wa ungo, kipi kifanyike? Kipi kifanyike? Ni weledi na uchungu wa kweli katika timu zetu. Umeelewa? Kama kiongozi na jisi wewe sio Simba, ondoka. Lakini kiongozi aliko hapo ni Simba, lazima awe na uchungu kufungwa na Yanga mara sita inaumiza. Sijui umeelewa? Mzee wangu mimi nikufungwa na Yanga mara sita, mimi leo ninapita mababarani -ma -ma nachekwa. Mimi nazomewa sina la kuongea kwa Yanga. Nitasema mimi nimefika kabu bingwa au shirikisho na nimefika fainali. Why? Hizo ni rekodi. Lakini rekodi za Simba na Yanga ni kufungana wenyewe kwa wenyewe. Kufunga mara sita manake adabu hakuna. Sisi na sisi tumedhaminiwa na JSM. Sababu kwa tunasema labda Yanga amedhamini JSM, si ndio? Na sisi Simba tumedhaminiwa na JSM. Mara sita baza. Mimi nakuja kwa kuwa naipenda Simba baza kwa hicho kitu kabisa. Nakuja kwa kuwa naipenda nini? Simba. Lakini kufunga mara sita inauma. Mzungu, kwa kumalizia, unadhani leo itakuwa ni mchezo na gani dhidi ya Fountain Gate? Duru ya kwanza kwenye ligi nafungua una una na Fountain Gate. Unafikiri itakuwa ni mchezo na gani? Ukisema ni tunafungua kwenye ligi, ligi tumeshaanza kufungua, tumefunga goli moja. Sikuwa tunakwambia ligi tumeanza kufungua ngawa nga jamii, tumefunga goli moja. Leo ni mechi ya pili ambayo nenda kufungua sasa, mzungu, kwa nini? Wa ligi unaweza namba moja, si ndio? Lakini ninachohitaji kusema leo tunaenda kuwafunga Fountain Gate japokuwa hawajatimia. Lakini ndio kwa adhibu kwa kuwa vipi, wao wanashindwa ku management nini timu yao mpaka kufikia kuwalipia vibaya wachezaji wao, hiyo mazambi wanaofanya, makosa wanaofanya, ndio kwa adhibu leo, leo na wachezaji kumi, ukiumia hata hata nini first 11 haijafika. Tumeelewa ninachotaka kusema kitu kimoja, Fountain Gate wabadilike, mpira wa Tanzania unabadilika na mpira wa Tanzania unafuatiliwa. Fountain Gate nakuambia kabisa, goli hizi nakuambia kabisa kama rais wa heshima wa Ulani Kilindi, goli nne na na hakika micienye nweza siishe yeah. Watu wakagelisha juu kwa juu akatooa wakafunga hata goli 20 nakupa hiyo. Mimi kushukuru tena <inaudible> baada ya mchezo nashukuru, kaka, subscribe Miujiza TV.